Karibu tena kwenye channel ya Koinonia na inajua ni siku nyingi tangu itoeo ni, ni, ni yyote ni, ni nusu mwaka nfkiiya e, mwisho November na sasa ni, ni May kuingia June. Na sababu imekuwa ni, ni kwamba nimekuwa na mambo mengi kipindi cha sana, nikasema inabidi nipumzike kitu fulani, na nikaamua kupumzika kidogo na mambo ya YouTube. Kwa hiyo ni sababu kubwa sasa kidogo nimepata afu, kuna project ambayo nimezimaliza na nimepata schedule nyingine ya kikazi ambayo inanirahisishia tuseme kwanza kuanza kuweza kufanya shughuli hizi pia. Sitatoa video nyingi, sio, haitakuwa video kila wiki, lakini nitaanza kutoa moja moja, na bila shaka, kwa njia hiyo shughuli hizi zitaendelea pia kama unakumbuka nilikuwa nina ninapitia kitabu cha Yona na nilifanya structure na nili, nilipitia na tuliangalia baadhi ya mambo sasa. Leo nitajaribu kuangalia yale machache ambayo mimi ilinivutia safari hii niliposoma hiyo kitabu eh, na hiyo ndio nitaongelea leo. Kwa hiyo karibu sana eh, ku, kuangalia hiyo video na pia kupata yale ambayo mimi nimeyapata. Labda wewe umepata mambo mengine wakati umeangalia hiyo video na umeweza kusoma hiyo kitabu hiyo, unaweza ukaweka kwenye comment pia ya video hii, tujue ni nini ambayo ime, imekuvutia wewe. Uh, kwanza kabisa, kitu ambayo imenikumbusha ni kwamba hata katika agano la kale Mungu anapenda kuwaokoa watu wote, sio wana wa Israeli tu. Mara nyingi tunaposoma juu ya Agano la Kale tunasema kwamba oh, hii ilihusu wana wa Israeli, ilikuwa ni wao tu na Mungu alikuwa na wajali wao. Lakini hapa tunaona kwamba anajali watu wengine, anapenda kuwaokoa, anapenda anapenda wao na uhusiano mzuri na yeye. Kwa hiyo eh, hiyo yote, wale watu wote wa Ninawi waliweza kupona na kuokoka. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambayo nimekumbushwa ni tena wakati nimesoma kitabu hiki, na hiyo kwangu haikuwa mpya, nimewahi kuifikiria ni, ni kama jambo la kwanza ambayo unafikiria unapofikiria Yona. Uh, sasa, na jinsi alivyo, inatufundisha kwamba Biblia inaeleza jinsi ilivyo, hata kama haipendezi, kwa sababu ukimwangalia Yona eh, ni mnabii mkorofi kweli anajaribu kumtoroka Mungu kwa sababu hapendi watu wapagani wapone. Na kwa nini, anajua kwamba anaenda kule kwa hubina, kwa pon, ukianza, ukisoma kitabu anamwambia Mungu, ninajua wewe ni mwenye huruma na ninajua wewe unapenda kuwaponya watu, kwa hiyo nilijua hata nisipoeni kama vile, na ni kama hakufurahia, na ilikuwa hivyo na wana wa Israeli, wakati ni kama vile hawakuhisi kwamba wamechaguliwa wawe nuru kwa watu wote bali wamechaguliwa kwa sababu wao ni zaidi ya wengine na inaonekana huyu nabii Yona alikuwa na, na, aina fulani ya hiyo, tuseme ni aina fulani ya kiburi. Kwa hiyo ilimpa shida wakati Mungu anawatuma kwa watu wapagani, afurahii hata Mungu anapowaokoa na hapo. Ni kama vile ananuna, anakasirika, anaondoka nje ya mji, ni kama vile hafurahii kabisa. Eh, ni kama vile yeye hajisikii wakati watu hao ambayo yeye inaonekana hawafurahia hawa hawapendi, wanapata neema ya Mungu na kuokoka. Na hiyo ni kitu ambayo wewe na mimi pia tunaweza tukaipokea, kwa sababu kuna wakati, kuna watu labda hatuwapendi, watu ambayo tunaona ni watu ambayo ni wagumu, labda ni wabaya kwetu. Kuna wakati labda hata tuhisi, tuhisi kwamba hatupendi hata waokoke, lakini hapa tunaona kwamba Mungu anajali kila mtu. Hii ni jambo ambayo nimeona nimejitokeza kidogo. Uh, hatuwezi tukasahau kwamba Yesu anatumia mfano wa Yona na yule samaki kwa kuelezea wakati atakapokuwa uh, amekufa na uh, muda ambao utatokea kabla yeye kufufuka, hiyo ya siku tatu. Yesu anatumia mfano huo. Uh, pia tunajifunza juu ya wala mabaharia E, waliomkubali Mungu huku nabii wake Yona hafurahii jinsi Mungu anavyotenda wale. E, e, mabaharia walipoona kwamba mungu wa Yona ndiye aliyeleta ile dhoruba na yeye ndiyo pia aliweza kuleta wokovu kwao, wao wakaanza kumwabudu yeye, wao wakaanza kum, kum, e, kumtumikia yeye. Walibadilisha wali mtazamo wao juu ya miungu yao na jinsi walivyokuwa wakiishi na wakaanza kumtazama yawe kama Mungu wa kweli, na ingawa hadithi hii inaeleza kuhusu Ninawi na mimi nimekuwa wakati nimekuwa nikisoma Yona eh, kabla ya safari hii ni, ni kama vile imekuwa ni ni yule samaki na ni watu wa Ninawe, imekuwa ni pointi kubwa ya, ya kitabu hiki. Lakini wakati nimesoma safari hii nimeona hadithi kuu ni kuhusu Yona na jinsi yeye alivyo, na jinsi yeye alivyo na matatizo kama nabii wa Mungu, lakini Mungu hata hivyo anaamua kufanya kazi naye. Hiyo imenipendeza mimi na imenivutia kidogo, kwa hiyo imekuwa ni mpya pia katika mtazamo wangu wakati nimesoma kitabu hiki. Samahani, nina mafua na, e, sasa hivi tumeingia e, msimu wa kiangazi hapa Sweden, kwa hiyo e, majani na nini inanipa na, ni mara ya kwanza leo nimekuwa sisumbuliwi si, si, si lakini leo nilienda nje kukata majani ma, manyasi na eh, imenipata kwa hiyo linavuja amhomoma. Una swali kuhusu Yona zaidi na unataka ni, niendelee nayo, leta kwenye comment na nitajaribu kuangalia hiyo pia. Lakini kwangu hiyo naona sasa nina, nina, ninafunga hiyo kazi. Sijaamua niendelee na nini, lakini bila shaka ndani ya mwezi au ndani ya wiki chache nitatoa video nyingine na itakuwa ni katika eh, tuseme mtiririko ambayo sio sio video nyingi kila wiki unapata video mpya isipokuwa itakuwa ni moja moja e, na pia nimeongea na yule ndugu yangu ambaye tunafanya kazi pamoja. Yeye pia yuko katika harakati za kuandaa masomo mengine, kwa hiyo bila shaka yeye ataweza yeah, hata kutoa. Kama umefika mpaka mwisho wa video, nashukuru sana. Mungu akubariki, na bila shaka tutaonana katika video zingine, siku za mbele. Asanteni sana.